Na mambo vipi mtongo nguvu, ni mimi mtangazaji wako Kevoo TV, na kukukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotrend mtandaoni zaidi na zaidi. Bwana, kitu ambacho alichoibugi Msimbazi msimu ni kumwacha Fernandez. Mm, wengi tunajua Fernandez ni mtu mkata na shoka, sema kuna vitu ambavyo vimefanya baka Fernandez awe anakosa namba hapo Msimbazi, na tunajua kabisa ni mchezaji ambaye alikuwepo akitokea, sababu akiingia anafanya balaa kubwa sana, ana perform vizuri, kiwango anacho kizuri, na tunajua Fernandez alikuja pale Msimbazi azi kwa furaha kubwa sana na kwa upepo mkubwa sana pia, mashabiki walikotokea kumkubali sana na pia ni mchezaji ambaye anajua sana mpira lakini bwana kocha alikuwepo hapo Msimbazi, Mfadu alikuwepo amtumii kwa sababu alikuwepo, sio chaguo lake. Chaguo lake alikuwepo ngoma, lakini mchezaji alikuwepo ana kipaji kikubwa sana sasa. Kocha, mashabiki walikuwa wanafoka mchezaji wao Fernandez aingie e, Fadu akaanasema mchezaji bwana hana nidhamu, ndio bwana anamweka benchi. Lakini tuongee ukweli tu, huyu mchezaji Fernandez alikuwepo ana kipaji kikubwa zaidi ya ngoma. Ngoma ndo alitakiwa kae benchi, sema ni mapenzi tu ya kocha yakafanya mchezaji huyu bwana anzie benchi, lakini kitu wanachoutia Msimbazi wanachojuta sasa hivi ni kumwacha Fernandez hmm. Tunajua kabisa wamemwacha Fernandez wamemsajili nani? Kante, lakini bwana Fernandez ana kipaji kikubwa sana na imani angekupo sasa hivi Msimbazi hapo angesaidia pakubwa sana na angefanya vizuri sana sababu Kante asingemweka bench Fernandez. Fernandez ana kila kitu. Fernandez ni mchezaji mzuri ambaye anajua kupiga pasi, anajua kushambulia, anajua kila kitu. Ni mchezaji mkubwa sana na mchezaji ambaye anajua sana ana kipaji. Sema ndo turudi pale kwenye nyota. Nyota tulikopoana, mambo yakawa vile ndo akacho na Msimbazi, lakini kitu ambacho wanachijutia sasa hivi Msimbazi ni kumwachaga Fernandez mavambo. Ni mchezaji ambaye angasaidia sana msimu huu na angafanyia makubwa sana wasingemwacha msimu huu. Kwa hiyo Simba wanajutia kwa jambo alilofanya kumwacha Fernande. Wanajutia sana sana sana. Na kukumbusha mtu wangu wa nguvu, usisahau kusubscribe chaneli yetu na kulike na kushare na kukoment ili kupata habari zinazotendi zingine zaidi na zaidi mtandaoni. Yangu ni ya hayo, mtu wangu wa nguvu, asante sana.